Changamoto ya usafiri wa mabasi kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa mbalimbali nchini imezidi kushika kasi kutokana na idadi kubwa ya watu kuendelea kusota vituoni wakisubiri usafiri. Kutokana na changamoto hiyo, Mamlaka ya Udhibiti wa Usafiri Ardhini LATRA imeanza kutoa vibali kwa kampuni za usafirishaji ili mabasi yaende kwenye mikoa ambayo ina abiria wengi zaidi wanaotoka Dar es Salaam, huku Shirika la Reli nchini TRC nalo likiongeza idadi ya mabehewa ya treni. Imekuwa ni kawaida kushuhudia changamoto ya usafiri kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa mbalimbali kuanzia Disemba 15 na kuendelea, lakini kwa sasa hali ni tofauti, kwani tangu Disemba mosi kumekuwa na changamoto ya usafiri. Kama unadhani hapa ni eneo la watu kupumzika baada ya kumaliza shughuli zao utakuwa umekosea. Hapa ni stendi kuu ya mabasi ya Magufuli, Mbezi, Dar es Salaam. Kituo hiki ndio mwanzo wa safari za mabasi mengi kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa mbalimbali nchini, lakini kutokana na changamoto ya usafiri watu wanalazimika kukaa kwa muda mrefu wakisubiri mabasi. Baadhi huamua kurejea majumbani mwao baada ya kukata tamaa ya kupata usafiri. Meneja wa kituo hicho anasema wingi huo wa abiria unatokana na shule kufungwa na watu kwenda likizo kwa ajili ya sikukuu za mwisho wa mwaka. Kwa hizo siku mbili tatu zilizoisha ambazo wanafunzi walikuwa wanarudi kuanzia tarehe moja mpaka tarehe tatu, tulikuwa na wingi sana wa abiria ambapo kimsingi mabasi yalikuwa ni machache. Lakini kuanzia jana jioni mpaka sasa magari yapo na abiria wamepungua kwa namba. Kwa hivyo tunaendelea kuwahudumia kwa, kwa, kwa utaratibu kama ilivyokuwa kawaida. Changamoto ya usafiri katika kituo cha Magufuli pia ipo katika vituo vingine vya mabasi mkoani Dar es Salaam. Mara kwanza ukitoka nyumbani ukija hapa na unaingia kwenye basi, unakata tiketi, unaondoka moja kwa moja. Lakini sasa hivi ukija hapa ndio hivyo unakuja unawahi kufika mwisho wa siku unaambiwa subiri mpaka saa kumi au mpaka saa kumi na mbili. Ukiangalia umetoka mapema nyumbani. Ilikuwa ni safari juzi lakini tiketi zimejaa. Kwa hiyo ibidi ni book mpaka leo ni safari. Lacha watoe vibali kwa ajili ya kuruhusu magari mengine kwenda mkoani kwa sababu watu wanakaa kwenye vituo kama hivi mnavyoona, wengine wanakaa siku mbili wanasubiri usafiri. Meneja wa kampuni ya mabasi ya BM Coach akaeleza uamuzi wao wa kuongeza idadi ya mabasi kwa asilimia 40. Wao wanatoa magari 74, ukitoa maki yameongezeka 18 ndio amefika 74. Tumeongezea tena mengine ambayo tulifikiria yangeanza tarehe 15, lakini kwa sababu kuongezeka na abiria la watu, tumeongeza haya unayo ndio eo anaanza mapya. Abiria si wa mabasi tu Wapo wanaopanda treni kutoka Dar es Salaam kwenda mikoa mbalimbali ikiwemo Morogoro, Dodoma, Tabora, Shinyanga, Kigoma na Mwanza. Na sasa Shirika la Reli Tanzania TRC limeongeza idadi ya mabehewa, lengo likiwa ni kuhakikisha hakuna anayekosa usafiri huo. Kwa upande wa NGR, uh, kanda ya kaskazini, kwa kawaida tuna treni za siku za Jumatatu na Ijumaa. Uh, itakapokaribia sikukuu tutaongeza treni moja siku ya Jumatano. Aidha, Desemba ishirini na tatu tumejipanga a, kwa kutoa treni nzima ya ziada katika kukabiliana na uhaba wa usafiri. Mamlaka usafiri ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ikaeleza mkakati wake baada ya abiria kuongezeka hadi kufikia mara mbili ya idadi ambayo imekuwa ni ya kawaida kwa siku za au miezi ya kawaida. Tumefanya njia mbalimbali ikiwemo kuruhusu mabadiliko ya ratiba yaani gari ilikuwa itoke saa 9 alfajiri inaweza ikatoka mapema labda saa mbili au saa kumi na moja jioni. Pia tumekuwa tukitoa hivyo vibali vya muda na mpaka sasa hivi kwa stendi ya Magufuli peke yake tumeshatoa vibali kwa mabasi uh, 20 na matano. Abiria wametakiwa kuhakikisha kuwa tiketi wanazokata zinakuwa na majina na nauli halisi ili iwe rahisi kushughulikia changamoto zinazoweza kujitokeza kujitokeza. Upendo Maiko, Azam News, Dar es Salaam.